Hapo zamani dhidha, awali tulikuwa kama wakati tujapata mfereji wa umwagiliaji tulikuwa tunaziba sisi wenyewe kwa mikono wananchi e, maji yanaenda mbugani, lakini hata hivyo tulikuwa tunahangaika sana mm. Tulihangaika sana watu kusomesha, tulifeli tuli kabisa, lakini tunashukuru kwa sasa hivi serikali na tunamshukuru rais kwa kutuona m, m Lefantula tuna mshukuru sana, kama unavyoona, mfereji tayari unapitisha maji mpaka sasa kili, na bado tu pande vidogo vidogo tu. Tunaomba kama kama atie mw, mkono wake, yani, awe na moyo wa uvumilivu kutufanikishia yale yaliyobaki ili tukamilishe. Sasa hivi tunasomesha, tunakula vizuri, kama unavyoona maeneo tayari mahindi yale pale watu tunalima mabustani na nini, kwa tunamshukuru sana mama yetu. Mimi nipende kushukuru Serikali kwa kutuletea huu mradi, ambao huu mradi tutanufaika wakulima wengi, ambao huu mradi ni huu mradi kwa ajili ya kilimo cha mpunga, kwani tuna kilio cha muda mrefu. Sasa kilio chetu, huu mradi ukikamilika, tutakuwa kimelisha na manufaa yetu tayari tutakuwa tumesha yaona. Kwa hiyo tunashukuru Serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kutuletea huu mradi ndoto zetu zitakuwa zimetimia. Kwanza kabisa napenda kumpongeza mama yetu, mama Samia kwa kile chote kuenda kutuona sana sana, kama vilimo vya mpunga mfereji, tunamshukuru sana ila kwa sisi wanailemba sisi wa kina mama bado tuna kilio, tunaomba kumuongezea mama yetu atuangalie. Tunaomba kituo cha afya, tunajifungulia nje, tunazalia nje. Tunaomba mama atufikirie, atuangalie. Kwa upande wa fereji, mimi naona mama ametufikiria, ametuona, kwa sababu nakuta ingine kuna, tumetelekezwa na mabwana zetu, tunahangaika, tunategemea huu fereji utaenda, kwenye kibarua utafanya kibarua, utakujulisha watoto, utasomesha watoto. Kwa kweli mimi na hilo naomba Mwenyezi Mungu ambariki mama yetu, miaka 10 iendelee. Sina cha kusema, kilio chetu kikubwa mama, tunaomba tusikilie kituo cha afya. Tume ya Taifa ya Umwagiliaji kwa mkoa wa Rukwa inaendelea na upembuzi yakinifu na usanifu wa kina wa miradi thelathini na tatu na mabwawa matano ambao hadi sasa wahandisi wa washauri wanaendelea na, na usanifu huu. Sambamba na hilo, Tume ya Taifa ya Umwagiliaji inaendelea na utekelezaji kwa ujenzi wa skimu mbili za umwagiliaji katika mkoa wa Rukwa. Miradi hiyo ni Rufika Tongoro uliopo wilaya ya Nkasi pamoja na mradi huu wa Ilemba uliopo wilaya ya Sumbawanga. Ndugu kiongozi wa mbio za mwenge ya uhuru kitaifa 2025. Mradi wa umwagiliaji Ilemba una ukubwa wa hekta 1650. Mradi huu unajengwa na mkandarasi MS Serengeti Limited kutoka Dar es Salaam kwa gharama kazi za ujenzi zilianza tarehe 22 mwezi wa 6 2023 na kutegemea kukamili, kukamilisha tarehe 23 mwezi wa 12 2025. Kazi ya ujenzi imefikia asilimia 38 hadi sasa. Hadi sasa mkandarasi amelipwa jumla ya fedha za Tanzania bilioni bilioni mia. Kati ya fedha hizi fedha kiasi cha fedha bilioni tatu ni malipo ya awali. Sababu mradi huo wa umwagiliaji ambao tumekuja kuuona ni miongoni mwa miradi ambayo inaenda kuleta tija kwa wajasiriamali mbalimbali pamoja na wakulima wetu ambao wanatumia mabonde hayo. Ni imani yangu kupitia taarifa ambayo imesomwa, kila mmoja anaendelea kwenye kupata manufaa juu ya mradi huu ambao unaendelea kutekelezwa na utakapokamilika kwa uweleni, na kama ambavyo umekusudiwa, mradi huu ingelikuwa Serikali haiwajali wananchi kupitia ngazi mbalimbali